Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nataka niwaambieni ukweli, tambueni, abaya sio vazi la Uislamu. Narudia tena, abaya sio vazi la Uislamu. Siku zote mimi wasipendi mambo ya unafiki. Unafiki kumficha mtu siwezi, nawaambieni ukweli japo watu wameshindwa kuwaambieni ukweli. Mimi si sifichi, nawaambieni ukweli, abaya sio vazi la Uislamu. Vazi la Uislamu si lingine isipokuwa ni jalabib jalabib, jalabib ndio vazi la Uislamu. Jalabib au jalabib ndio vazi la Uislamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa wabarakatu. Naam, mambo vipi mtazamaji wa Trend TV? Bwana, hii hapa ni video ambayo inamonyesha moja kati ya maustazi huko mitandaoni ameamua kulizungumzia suala la abaya. Nadhani tunataka kufahamu kwamba watu wengi sana wamekuwa wadada wengi sana hususan sasa hivi tunamalizia, hii ndio Ijumaa ya mwisho kabisa ya mwezi huu wa Ramadhani, basi wanadada wengi wamekuwa wakiwasumbua wapenzi wapenzi wao waume zao kuhusiana na sikukuu ya Idi ambayo inakuja hivi karibuni. Moja ni kwamba kutokana na hii situation, kumekuwa na huu tamaduni wa wanawake kuwa wanaomba waume zao au wapenzi wao wa wanunulie abaya, yani ndo nguo maalum sasa hivi imekuwa kwa ajili ya hawa wadada kuivaa siku ya sikukuu ya Idi. Kwa hivyo basi, wadada wengi sana wamekuwa wakiwasumbua wa wapenzi wao, bwana, wa wanunulie abaya. Kwa hiyo sasa hivi bwana, ni kwamba watu ambao wana wapenzi wengi kazi wanayo, kwa sababu simu zikiita tu ni kwamba wanataka nguo ya sikukuu, wanataka wanuliwe abaya. Ni moja kati ya vitu ambavyo watu wamekuwa wakivizungumzia huko mitandaoni na ni moja kati ya vitu ambavyo vina trendi, na wafanyabiashara sasa hivi wamekuwa wakiimport wakiwa wanaleta hizo abaya nyingi zaidi, kwa sababu wanajua kabisa uzika, kwamba zitauzika tu kutokana na huo utamaduni ambao umezoeleka hapa Tanzania hususan katika siku kuu ya Eid. Sasa basi alichokizungumza eh, kwa mujibu wa huyo stazi hapa nitakusikilizisha umsikilize. Amesema kwamba abaya sio utamaduni wa Kiislamu, yani kwamba inshu ya kuvaa abaya, abaya sio vazi la Kiislamu. Na hapa kuna peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na kitu ambacho huyo ustazi amekizungumza. Kwa mfano, kuna peji hapa ameandika kwamba waislamu wamjia juu shekhe huyu baada ya kusema kwamba abaya sio vazi la Kiislamu, na utamsikiliza jinsi mada yake ilivyo. Wanakuambia kwamba wanawake wa kiislamu wamemjia juu shekhe huyu baada ya kuweka wazi kwamba abaya sio vazi la Kiislamu bali ni bali jalabibu ndio vazi rasmi la wanawake wa Kiislamu. Unahisi kwamba kwa nini wanawake wamemjia juu sana shehe huyu kuliko wanaume? Weka maoni yako katika comment section, na pia vilevile, hebu msikilize hapo alichokizungumza. Basi moja kwa moja eh, tutakuwa tukisoma na ku na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, na pia vilevile hakikisha vile una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.